na leo nitumie jukwaa hili la songo kupaza sauti kwa ajili ya wanaharakati Mdude Nyagali. Sauti yake tunaijua, harakati zake tunazijua. Leo hii ametekwa. Jeshi la polisi limepewa tuhuma kwamba ndilo lilomteka Mdude, na polisi na watu wa dola wajue kwa nini tuhuma hizi zinakuja mwanaharakati yoyote akikamatwa ni rahisi jamii kujua, hii ni kazi ya dola, kwa sababu wanamkamanisha wanahusianisha na zile harakati zake, wanadhani kwamba dola limemkamata ili kumnyamazisha. Kazi ya dola siyo kuwatisha watu wanaomtetea Mdude, hapana. Tutajaribu ili taifa, kazi ya dola siyo kwenda ya kanda ya chama cha Mdude, sio kazi ya dola. Kazi ya dola sio kukanusha. Kazi ya dola ni kuchagua moja kati ya mawili. Kazi ya kwanza ionyeshe usiriasi wa wapi yuko Mdude, na wakiwa siriasi nchi nzima itatodola ikosekana kazi nyingine ya kubeba lawama. Hawawezi kukwepa lawama kama waonyeshi msidia katika kutuonyesha thamani ya uhai iyo, wa binadamu. Kwa hiyo tutashirikiana na wanaharakati, tutashirikiana na viongozi wa dini. tunatuma salamu za mshikamano zilishatolewa na kiongozi wa chama chetu kwa katibu wa TEC baraza Askofu Katoliki Tanzania Patrick Kitima ambaye alishambuliwa akaumizwa, na mimi bado naona jitihada hazijachukuliwa za kutosha kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa ajili ya Father Kitima. Tunashirikiana na wote ya Kristo <tosha> <tosha> <tosha> wazee wetu <tosha> tutapaza sauti na kila mtu kuhakikisha kwamba uchaguzi ujao unakuwa huru wa haki na wa kuaminika asanteni sana.